Kileo, nasema alama za okovu. Kila mwenye ameamini anatembeaka na alama, kila mwenye ameokoka anatembeaka na alama. Acha nikwambie kitu moja. Eske, unajua pale kwenye huko, unajua ni mitego, muka evoka? Wangapi walishakatega mitego ukaivuka na ukaendelea? Wangapi walishakatia vitu wanasema huyo hataendelee? Wangapi walishakatia vitu wanakutilia vitu bana kupatia sumu, bana kupatia makaruo, bana kuloga milonge za kila aina, lakini leo uko mzima. Kuna alama za okovu zinakuteteaka. Tusikilize huu msikilizaji mwingine. Alo mpendo, alo alo alo. Asante, tuko naongea juu alama za okovu. Nimesema hivi mimi nasema kama

pale kwenye huko unatufuata, unatufata kuposisio gani? Juu tujongizi radio yetu inatembea yulu ya SSLK. Ah, tunaona kule, yeah. Mungu akubariki sana Asa. Jina ulisema ni nani tena? Mashauri, ndugu Mashauri. Mashauri kule kwenye huko yulu ya SSLK kule. Mungu akubariki ndugu Mashauri, unatufuataka sana mimi naona mara mingi nikihubiri na kiubiru nazuakaita. Mungu akubariki mpendwa, na Mungu wa mbingu akuinue zaidi kwa jina la Yesu Kristo. Asante, asante sana asante ndugu Mashauri, Mungu akubariki sana. Tungali tunapata mapele za watu wengine tuko kuzes, unaweza ita, tutakupokea. Unaweza ita kwenye huko tuko naongelea. Juu ya alama za okovu, kama umeokoka kikweli, hakuna bibai itakupata. Kama umeokoka kikweli, hakuna mabaya itakukamata. Sikia nikwambie, ndugu mpendwa kuko wakati yengine vyengine Mungu iko na kupigania, na vyengine Mungu iko na kushindania ni juu lishajitia muMungu. Ninapendaka kitabu ya Yeremia sura 15 mstari 15. Kwenye Yeremia iko nasema iko naambia Mungu aseme kwa ajili yako nimepitia hii kipindi ya majaribu, nimevumilia yote kwa ajili ya jina lako. Sikia kuko protection yengine Mungu ana kuprotejaka sio kusema uko munene, uko mwekunda, uko mrefu wala mfupi, hapana. Lakini kuko wengine Mungu anaonaka enterea yake kwako, anajua kupitia wewe wengine wataokoka, maana watu walikutakia mabaya, haikukua. Mara ngapi umegonjwa, haukukufa? Huko naishi na hautakufa kwa jina la Yesu Kristo. Mara ngapi umepitia shida za ajabu zenye ulisema mara hapa nimefika mwisho, lakini Mungu alikuokoa na zile shida niko naongelea neno ambao niko nakwambia, kuko alama, kuna alama za okovu na alama za okovu na alama za okovu. Wakati umetembea na alama za okovu, fasi yote kwenye utakua na fasi yote kwenye huko inaomba Mungu afanye kitu kwako, ndugu mpendwa, wakati umetembea na alama ya okovu wakati umetembea na alama ya okovu, watu watakupiganisha me hawatakuweza. Ndio pale kwenye Biblia iko nasema sema, kama mungu akiwa upande wetu, kama Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakuwa juu yetu? Napenda Yesu sana, napenda Yesu sana, Yesu niwavie sana. Mara ngapi wamekupiganisha? kuko watu ulivasaidia Leo wamekufanyizia mabaya, kuko batu bako nachunga waangalie tu, maanguko yako banachunga waangalie ngizi, utazimika utapotea. Na wengine wamekupiganisha tu mkazi bila sababu, wamekuinukia tu vita bila sababu, wamenuka kwako. Yesu iko kuna alama za okovu, itaku ze

unaweza kutufata hata kwenye internet kwa ile site, na Mungu atakuwa amekubariki pamoja na sisi. na kwa ngizi niko naendelea juu nifike kuminiti ambayo nilipewa Kako FM iko kuafya bora, kuafya bora, ukafika pale kuafya bora mbele hao yaingia ku entree ya kuendea katoi

Kwa maana niko naambia msikilizaji wangu mpendwa, nina- tapokea pele za watu tatu, kisha ninaomba Mungu tapokea pele za zaiko na kupangia mema magharibi ya leo. Tembea tu mwokovu, tembea mwoga ya Mungu. Nina tembe... ninafanya sala mbili wala tatu tofauti zenye tutaenda na we pale kwenye huko Tende nawe katika sala hii wala maombi haya, utarudiria vyenye mimi nasema sema. Sema: Bwana Yesu Kristo, nimekuja mbele zako kwa kweli, nimeenda kinyume ya okovu, kwani matendo yangu haikulingamana na okovu, lakini magharibi ya leo wala wakati huu nimejikuta nikurudirie tena, na kwa kukurudiria kwangu naomba unisamehe futa zambi zangu nilizozifanya, futa matendo yangu niliyoyafanya siyo kupendeza na okovu yako ikae ndani mwangu. Yesu Kristo, ninakupa maisha yangu, uniongozi, unitawale. Nimekosa katika matendo mengi, katika uzinifu nimekosa, katika masemi yangu nimekosa, katika matendo mbalimbali nimekukosea lakini magharibi ya leo Yesu, nimekuja kwako unisaidie kwa jina la Yesu, amen. Maombi ya pili, maombi ya pili. Pale kwenye uko unanisikiliza, tutaenda na wewe tena, tasema Bwana Yesu Kristo, vita ninayoyapitia ni nyingi sana, watu wamekufa wengi sana na vifo ingine imekuwa ya kushangaza, lakini mimi naomba ukingo wako juu ya nchi yangu, naomba ukingo wako juu ya nyumba yangu, naomba ukingo wako juu ya watoto wangu, mahali popote ninapotembea katika hatua zangu, naomba ukingo. Ninasema uombe pamoja na mimi. Baba, katika jina la Yesu, ninakuonesha mpendo wangu ambao amenisikiliza magharibi ya leo, acha wendo kamsaidie. Yawezekana alikosa mbele yako, yawezekana alichafuka mbele zako yawezekana alitembea kinyume ya mapenzi yako, lakini leo ninamwombea, usimwachilie mpendwa ambao amenisikiliza kwenye redio ya Kaku FM, mahali kwenye iko, nimemwombea Bwana, usimwachilie mahali kwenye iko, msamehe tena na kumwosha tena. Baba samehe moja kwa moja, rehemu moja kwa moja, samehe na kusafisha moja kwa moja. Pia Bwana, huyu mwenye amepitia vita ya mandoto, hizi mandoto tumezibadilisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyu mwenye amepitia shida nyingi katika maisha iko na yapitia. Uibadilishe. Biblia inasema ukiwa upande wetu hakuna kitakuwa juu yetu. Biblia inasema ndani ya Marko chapter 16 verse 17 na 18 inasema, alama hizi zitatembea na wale walioamini jina lako cho zile alama zetu, nataka magharibi ya leo wakakula kitu ya, ku, ya kufa kisiwafanye kitu, wakamate nyoka na wakanyange nyoka na nge kwa china la Yesu Kristo. Kila vita ilikuwa imesimama juu yao ibadilike kwanzia sai. Yote amefanya madawa na uchawi juu aharibishe maisha yake apiganishe maisha mpendo ambayo amenisikiliza yote mwenye iko napigana naye bila sababu, ile mabaya murudirie kwa china la Yesu. Biblia inasema vita si vyetu, lakini vita ni vyako. Bwana, saidia mpendo wangu mwenye amenisikiliza mangaribi ya leo, saidia huyu baba mwenye amenisikiliza mangaribi ya leo, saidia huyu kaka mwenye amenisikiliza mangaribi ya leo. Pasipo wewe kuwasaidia, nene atawasaidia. Naombea nchi ya Congo, naombea province ya, ya Nord-Kivu naompea mahali popote katika dunia, mahali popote kwenye wananifata. Saidia baba, siku zetu tumefikia, ni siku za dalili ya siku za mwisho. Kila mtu msaidie, ajue njia ya wokovu, akujeukie. Ule mwenye alikuwa amepotoka, mapenzi yako umrudishe. Inaweza wezekana uliruhusu mwenye radio afungule radio juu injili ifike kwa huyu baba, injili ifike kwa huyu mama mwenye radio amefungula radio hii ni jua watu wapate neema, baba, nakuonyesha watoto wako. Biblia inasema ukaambia Moise aweke damu ya kondoo kwenye ukuta wa mlango, wakati mabaya itatembea katika nchi ya Misri utalinda watoto wako. Baba, linda watoto wako na mabaya yote, mabaya ya mandoto, mabaya yote ile ya mitego, walinde na nawaepushe. Bwana, kama unasema utapigania wenye haki baba kama unasema utatetea wenye aki, Baba, tetea watoto wako. Naombea kila mtu kwenye iko, naombia kila mtu kwenye iko nanifata acho, musaidie acho, mupiganie Biblia kama vile iko nasema, vita si vyetu, vita ni vyako, pigana vita Bwana katika jina la Yesu Kristo. Naombea huyu mchuruzi mwenyewe iko ananisikiliza, naombia mfanyakazi mwenyewe iko nanisikiliza naompea wakuu wa nchi kote kwenye wako nanisikiliza, wasaidia, wawezeshe katika kazi ya kuongoza nchi. Naombea bwana wa majeshi wa Kristo mahali popote wako, wasimamishe imara katika jina la Yesu. Mimi nimesimama kama vile tu mjumbe, mimi nimesimama kama vile tu chombo chenye umetuma kwa kuambia mji wa Goma unawapenda na hautakubali mabaya juu yao, unawapenda lakini, wakurudirie ule mwenye amepotoka mapenzi yako, akurudirie ule mwenye ameingia katika dhambi, akurudirie ule mwenye ameingia katika machafuko, akurudirie. Baba, kama usaidia watoto wako, nene atawasaidia. Naomba msaada ako ionekani, naomba neema yako ionekani. Asante kwa sababu huku Mungu kwa jina la Yesu Kristo amen.